Kmwwahizi okay. Hey, kama kawa. Kama kawa, ah, ah, hizi kazi zetu sisi tunalipo kutokana na matumizi ya mteja yani Yaani, mteja tunapomsajili, line zile, vocha anazoweka keka vocha sana, na si ndio, tunalipwa sana yani. Yaani mm. Kama nafiyo, e, mwalimu hanifikii mshahara. Mimi unavyoniona hapa, mwalimu anifikii mshahara ninaolipwa mimi. Kweli kabisa. Mimi nalipwa kitita cha kufa raia, ndio maana naitwa wakala mkandamizaji. Unajua wakala mkandamizaji ndio mimi, wakala mkandamizaji eh? Yaani mimi kwa mwezi, kwa mwezi napokea box milioni moja. Hebu niambie mwalimu wa msingi ni nani anapokea milioni moja eh? Ali, sisi mawakala tuna pesa, usione hivi. hmm. tuna pesa. mimi nina mpango wa kujenga gorofa hmm. gorofa mpaka hmm. eh? elfu mbili na thelathini. hmm. mimi nishajenga gorofa kwa kazi hii hii ya kusajili hi,